Hapa Kibirizi, hapa Kibirizi rasmi rasmi, watu wa Kigoma wanamvua umwami na kumvisha umwamini. Wangapi wanasema ni mwamini? Tumemvua umwami na kuanzia leo ataitwa mwamini. Huwezi kuwa mwami kama unawadanganya watu kila siku huwezi kuwa mwami kama ukipewa nafasi ya kuwasaidia watu unazima simu. Huwezi kuwa mwami kama umewafanya watu wa kigoma ni wajinga, wewe ndio una elimu kuliko mtu yoyote. Muda umefika, mkoa wa Kigoma, jimbo la Kigoma mjini, wanampeleka Baba Levo iwe adhabu kwa mtu mwongo, msaliti wa mji wetu. Hapa kibilizi hapa Kibirizi rasmi rasmi, watu wa Kigoma wanamvua umwami na kumvisha umwamini. Wangapi wanasema ni mwamini? Tumemvua umwami na kuanzia leo ataitwa mwamini. Huwezi kuwa mwami kama unawadanganya watu kila siku. Huwezi kuwa mwami kama ukipewa nafasi ya kuwasaidia watu unazima simu. Huwezi kuwa mwami kama umewafanya watu wa Kigoma ni wajinga, wewe ndio una elimu kuliko mtu yoyote. Muda umefika, mkoa wa Kigoma, jimbo la Kigoma mjini, wanampeleka Baba Levo, iwe adhabu kwa mtu mwongo, msaliti wa mji wetu. Hapa Kibirizi, hapa Kibirizi Rasmi rasmi, watu wa Kigoma wanamvua umwami na kumvisha umwamini. Wangapi wanasema ni mwamini? Tumemvua umwami na kuanzia leo ataitwa mwamini. Huwezi kuwa mwami kama unawadanganya watu kila siku. Huwezi kuwa mwami kama ukipewa nafasi ya kuwasaidia watu unazima simu, huwezi kuwa mwami. Kama umewafanya watu wa Kigoma ni wajinga, wewe ndo una elimu kuliko mtu yoyote. Muda umefika, mkoa wa Kigoma, jimbo la Kigoma mjini, wanampeleka baba Levo, iwe adhabu kwa mtu mwongo, msaliti wa mji wetu hapa Kibirizi, hapa Kibirizi rasmi rasmi, watu wa Kigoma wanamvua umwami na kumvisha umwamini. Wangapi wanasema ni mwamini? Tumemvua umwami na kuanzia leo ataitwa mwamini. Huwezi kuwa tumemvua mwami kama unawadanganya watu kila siku, huwezi kuwa mwami kama ukipewa nafasi ya kuwasaidia watu unazima simu, huwezi kuwa mwami. Kama umewafanya watu wa Kigoma ni wajinga, wewe ndio una elimu kuliko mtu yoyote. Muda umefika, mkoa wa Kigoma, jimbo la Kigoma mjini, wanampeleka Baba Levo iwe adhabu kwa mtu mwongo, msaliti wa mji wetu.